Saizi ndugu zangu, naamini nyote wazima wa afya kabisa ee, na poleni sana kwa pilika pilika za utafutaji. Naamini mbio zinaendelea za kujenga taifa. Mungu atie moyo, tuendelee kupambana vijana wote pia. E, nitoe pole sana kwa yaliyotokea uh, Oktoba 29. Naamini tunajua tumepoteza ndugu zetu na sio kitu ambacho tungependa kitokee, na tutamani tokee tena uh, kwa hiyo tunajipa pole wote kwa pamoja. Mungu atutie nguvu tuendelee na shughuli zetu za kujenga taifa kama kawaida. Imenichukua muda mrefu sana kujivuta kuja, kuja mbele ya kamera, na hii ni kwa sababu nilikuwa nachukua muda mrefu kutafakari kwa kina kwa haya yanayoendelea, hasa kwenye sekta ya muziki Tanzania. Najua tunakubaliana kwamba tuna itikadi ya vyama, tunakubaliana hilo na haijaanza leo na mara nyingi tulifanikiwa, itikadi ya chama haikuwahi kuingia kwenye muziki muziki, muziki ulibaki kuwa muziki, hauna chama, na wanamuziki walikuwa na haki ya kuchagua chama. Mifano tunayo uh, wako wanamuziki ambao wao waliamua kuwa wanamuziki na pia wakaingia kwenye siasa, na muziki waliotumia kama platform ili wasogeza kwenye siasa kirahisi. Lakini kwa kinachoendelea, kinachoniogopesha ni kwamba hii platform inaweza isizalishe wanasiasa wengine baadaye, kwa sababu tumekubaliana kimsingi kwamba tusita tusisapoti muziki wa Tanzania. Hii ni kauli ngumu na ni nzito sana, kwa sababu uh, ninaamini wote tunajua muziki wa Tanzania umeajiri vijana wengi sana wa kimaskini. Ni kundi kubwa sana ambalo linanufaika na muziki wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema tusisapoti muziki wa Tanzania, ni kwamba tunasema tusisapoti vijana wa Tanzania, ambao kimsingi sidhani kama ni njia sahihi ya kusovu matatizo. Tuamini tu kwamba hawa ni wasanii na muziki ni bidhaa yao, ni kama machinga ambaye anaenda Kariakoo kununua viatu, akaenda kuvitembeza barabarani, akamuzia mtu yoyote bila kujali itikadi yake ya chama au dini. Ndivyo tuangalie katika lengo ya upande wa wasanii pia msanii anaenda studio anaunganisha maneno yake, atengeze bidhaa ya mziki na ataiuza bila kujali anayenunua ana itikadi gani ya chama. Lakini hapa katikati kumekuwa na movement, na kimsingi movement kama tumeanza kuipractice ambayo kimsingi inaogopa sana. Naomba nifungue na, na, na, na, na, na, na mjadala kwa washikadau na wenzangu wote ambao tumepambana kujenga hii tasnia au kiwanda cha muziki, tulikijenga kwa sababu kutengeza ajira watu wengi sana, na tumefanikiwa kujenga vijana wengi sana kwenye mziki. Leo tunapoifunga, maanake tunawafunga hawa vijana ambao tayari ni maskini wenzetu, watoto wa mtaani wenzetu, wamepiga hatua, wamefika mbele, leo tunawarudisha nyuma. Hiyo sio shida shida ni kwamba tumefunga vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanaitafuta nafasi ya kufika hapo juu. Nina hakika uh, hata wakati tunafanya this movement kutoka kule mtaani, tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe kwa sababu, turudi nyuma tumwangalie, uh, msanii kama Miso, Misondo, uh, three years back alikuwa wapi? Inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye peji yako na kucomment kwamba mziki tusisupporti maana yake tunamrudisha kule alikotoka, na hatujua akenda atafanya nini tena. Tumwangalie Sholo Mwamba kabla ya ya, ya, platform ya, ya, ya mziki au kiwanda cha mziki kumpa nafasi, alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga, maana yake tunamlazimisha Sholo Mwamba harudi kule nyuma. Hatujua atafanya nini akisharudi kule nyuma. Lakini effect nyingine kubwa ambayo tuiangalie kwa kina, unaposema msanii hata akiweka mziki wake kwenye platform tusisupport, madhara yako mengi. Msanii ataacha kwa foto. Kama utaangalia utafuatilia kwa makini sana, tangu movement zimeanza wasanii wameacha kuproduce mziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo mziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi na wenyewe hawajui wanakuja vipi. Lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo nasema hutoi support Sio kama hautomsapoti huyo msanii, hautosapoti vijana. Hiyo video moja, wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana 300. Kuna cameraman huko Mbagalo, okay, kuna photographer, kuna kuna lighting, kuna watu wa sound, kuna madancers, kuna watu wa makeups na kuna watu wa location. Kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja. Unaposema hii video tusipe nafasi, maana hao vijana wote tumeua njaa na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri, wasanii ilifika pointi kwa siku zinatoka video tatu nne au tano. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana mia tano mara tatu kwa siku mara siku thelathini, hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa. Nataka nimtaje ndugu yangu hapa Sugu. Sugu, wewe ni kakaangu na, najua kabisa una effort kubwa sana. Asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki, muziki umekupa nafasi hiyo. Na kwanza kabla kukupa nafasi umeupigania sana, yaani iko wazi kabisa katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania, Sugu huko mbele. Sugu, muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako muziki umekupa jina umekupa hela umekupa na mademu kwenye nyimbo zako mwenyewe, lakini pia muziki umekupeleka ume bungeni, kwa sababu uliupigania ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge, ukawa mwanasiasa. Wai nakutaja kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya kuna um, tamasha unaliandaa kila baada ya miezi mitatu, Bongo Flava Honors Mi nikiwa kama mdhamini wako namba moja ulinifata na ukaniambia, the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka efoti kubwa sana kwenye mziki na hawana platform, unatengeza platform ili kuendeleza kukuza mziki wa Tanzania, na nakili hapa mbele za watu sugu, hiyo eventi haikupi hata shilingi, mi najua. Mi nakupa matangazo, nakupa stage, nakupa sound sometimes, hata hela, lakini kuna wakati naona kabisa unatoa yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? ni kwa sababu unaendelea kujenga mziki, ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya mziki, vijana wengine wahamasike, waingie kwenye kiwanda cha mziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo, kwa nini nakutaja hapo? Kwa sababu unajua kinachoendelea, unakijua. Haupaswi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona klipu hii, Sugu, fanya kitu na wengine na washikadau wengine fanyeni ni kitu. Tusikubali kabisa kuua mziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa effort kubwa sana, zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, metumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga mziki. Wapo, kuna wasanii ambao amepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye mziki huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, kama ikiwapendeza, iki tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamwona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi, nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa huo ndio kweli, mimi najua alikuwa analipa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure, kwa maana yake ameenda kujitafutia riziki. Sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake, lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa, Sugu. Sugu ni msanii, lakini amechagua chama ambacho anaki anakifanyia kazi. Nay Nay, tuna neo Mitego, naomba roho sikae vibaya. Nay ni msanii na ni kijana wangu, yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya abole, watu mmemjenga Ney kuanzia anaanza kwenye mziki, lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama tulikaa tukaongea, mimi you know, na Ney nikamwambia Ney, mimi nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia bro, naelewa na lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nei sijawe kumvunjia heshima sijawai kumnyima platform tena, nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my ta, one of my taasisi ilipoa hiyo kazi, nikiamini Nei ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini. Nilimfuata Nei nikamwambia kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja naye akanaambia, bwana mi sizani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi nitikadi zangu, na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya wizara ya afya. Wizara ya afya ni serikali, sizani kama nitaruhusiwa. ni nikamwambia, hili ni jambo la kitaifa, halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa, which is nae, unakumbuka hii event ulifanya, ulizungua katika hiyo tour nchi nzima, shughuli ya wizara ya afya shule ya kiserikali na wao walipanda kwenye hiyo stage kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja. Tuheshimu muziki ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie wakiwa kazini, tusiwapangie kazi gani wafanye kwa hapa nikiangalia na, na, kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama wa kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda bodaboda, wengi mlikuwa mnakusanya mm, watu watu kuja kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi, tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu kwenye hivyo viwanja, tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi, tuwafungie? wako mama ntilie walitutengeneza vyakula huko mikoani na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua mziki wa Tanzania bila sababu yoyote. Kama ni ishu ya chama, ni chama, wamelipwa wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize, tuendelea shughuli zetu. Na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni, ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitokuwa mwisho, kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndio maisha yetu. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza, tukiri kabisa kuna wakati wana wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini eh, kibinadamu ni vizuri kukiri, mimi kama kaka kama mshikadau wa sanaa nawaombea radhi kwa niaba yao, ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu utakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera, na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shilole? Sio chini ya mia mbili. Au madogo movement zao ya income yao inaweza kaa, inazunguka inafika mpaka kwako. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond ndio inawezekana ametukera au anatukera, lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa uswahilini Konde? Diamond ambaye amemleta Rivan? Diamond amemleta Zuchu, Diamond amemleta Lavalava hao watu ni watoto wa kiswahili maskini, wenzake amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambayo ameajili vijana pale zaidi ya mia tano. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi.